Jamani, karibuni sana. Kuanzia leo haya ndio toka makazi yenu mapya. Alafu maina sijamwona, yuko wapi? Ah, uh, Maina tumemwacha yupo njiani anakuja na wasichana wengine. sawa, ah, basi sawa, wakifika mtaongana nao

Nimekuja tena na leo, kijana wenu nahitaji msaada. Kuna jambo moja tu, kuna kijana nahisi ananifuatilia, lakini sijajua hasa yeye ni nani na kwa nini ananifuatilia hivyo. Nahitaji msaada wenu kwa nguvu zenu na uwezo mliokuwa nao, mnioneshe yeye ni nani na kwa nini ananifuatilia. Kiukweli mkuu, nimejitahidi kadri ya wazo wangu, na mpaka sasahivi navyoongea yule binti yuko chini yangu, yani inamaanisha mi na yeye sasahivi ni wapenzi. Vizuri sana. nahisi kazi itakuwa ni rahisi zaidi, ila kikubwa umakini unahitajika, kuwa makini sana. na washukuru sana, nitajua nini cha kufanya. <tuhi> Dah, kaka, kwanza mi nikushukuru sana kwa sababu nilikupigia simu kwa ghafla sana na sikutegemea kabisa kama ungeweza kufanikisha ili zoezi la kupata nyumba. Kiufupi, nimependa mazingira, nimependa kila kitu hapa nyumbani, kwa hiyo nikushukuru sana kwa hilo, ndugu yangu. Yangu, usijali ah, yeah. Wewe ndugu yangu, unajua hii nyumba nilitangaziwa muda mrefu sana, kwa hiyo ulipohitaji, nikaona nikuletewe hapa. Ya yeah, ni pazuri sana, nimependa mazingira yake. Kwanza kuna ukuta lakini kuna maua na mwonekano mzima wa haya mazingira, binafsi amenivutia sana. Kwa hiyo uh, kiufupi nimepapenda, lakini kuna jambo moja tu. Vipi kuhusu usalama wa maeneo haya? Kwa sababu naogopa nisi nikakutana na wajanga kama nilokutana nao kule. Kwa hiyo usalama wake umekaaje? <laughs> Chibu, Chibu, ndugu yangu, hapa ni amani kabisa, kama jinsi ambavyo unavyoona kila mtu yuko na mambo yake kwayo, kwa hiyo kwa shughuli zako panakufaa, na ndio maana nikatafuta hapa, kwa sababu najua unafanya nini. Vipi, lakini kuna mali mpya au ni wale wale? mali mpya zipo ndugu yangu, mali mpya zinakosaje? Yaani sasa hivi nina piskali nyingi, alafu za maana. Na kwa hili ulilofanya ya ni kuhakikishia nitakupatia mrembo mmoja mkali sana, yaani piskali ilonyooka na ni machachari sana kwenye haya masuala yetu, iwe uh, kama zawadi kwako, kwa sababu mi najua wanapenda nini. Ndugu yangu, ujua baada kupamba tu mambo, lakini sio mbaya, haujawahi kuniangusha. Nitakuja alafu nitaona kwa kwa macho. Karibu sana hapa, jisikie kama uko nyumbani kwako tu, sawa? <laughs> Basi sawa, mimi nafikiri, ngoja ningie kwenye majukumu mengine. Ah, karibu kijiwe, ni kwangu hapa <laughs> ah, bwana kwanza nimepata tabu sana kukupata wewe. Yaani nimezunguka kila mtaa na kutafuta wewe lakini sikupati, bwana adimu <laughs> mm? Ah, yani mimi jinsi nilivyo kama Samia Suluhu wasionekanagi, kirahisi, mi ni mtu adimu, mda wote najifungia ndani, sitaki shubu na watu <laughs> ah, unajificha we mayai, na wewe we mtu bwana, unajificha nini? Sasa sikia, mimi nataka chumba e, nataka chumba kizuri chenye hazi ya kukaa binadamu, sio mtu. Maana kuna tofauti kati ya binadamu na mtu, tunaelewa bwana hapo e, e, kwa hiyo nataka chumba kizuri safi, bola kina kila kitu ambacho binadamu anafaa kuishi e, na nimekuamini wewe, na ndo maana nimekutafuta wewe, nimesumbuka, nimeambiwa wewe ndo hodari na dalali ya watania. <laughs> Ah, apo ndo ashaka chumba kipo, chumba kenye viwango vya FIFA mm -hmm. Yani, chumba rangi ile kipauka inajibadilisha inakuja rangi nyingine. Chumba kina bluetooth. Chumba ukijisikia joto inajitengeneza ic yenyewe, yani sikia njaa ukisema chips kok, chips kok inakuja wenyewe, unakula unaenjoy na malaika wako. Chumba kina bluetooth, haya na connect na nini hiyo. Hizo ni wembe tu, tunajua sema <laughs> <laughs> bwana nimekuelewa sasa, usiniangushe bwana. Si unaongea mbombo nyingi, unilete danguro tena, sio chumba au uniletee boma? Nataka chumba safi. Ah, chumba umepata, acha mapepe, usijambie kwenye maji. Sasa sikiliza hapa, acha kwanza nikakiakiki kiki alafu nitakugea majibu hapa uh, ndo umefika penyewe. Mimi ndo dalali mwenye viwango vyangu, mwenye CV zangu. Yani nimesoma huko Oxford, nimesoma Johannesburg, Kenya, hapo Congo, nimesoma huko London London Canada, kote nimesoma na wananijua, na wote nimewadalilia mimi. Unamkumbuka Tole Pididi? Ile nyumba mimi ndo nilifanya udalali. <laughs> kwa hiyo nikupe masaa mangapi? labda utakuwa umeshakamilisha hapo. <laughs> nigee masaa mawili. <laughs> Alafu ntakucheki ila, nipatie namba yako ya simu ah. Okay, sana. <laughs> Na mimi ndo dalali ambaye namiliki simu kali na sio simu kali tu, yani simu yenye viwango vyake inayofanana na mimi. Sifuri <laughs> hmm. Okay, s taja kwa Kiswahili bwana, mi sijasoma, nilishia saba efu, nilikuwa Black Benja, na naangalia tu watu wanavyosoma. sifuri saba eit hivi uh. <laughs> unataka chumba au taki? Ntagairi, ntaondoka, ntasosa mimi <laughs> uh, mi nataka chumba bwana ba. azi nilikuwa nakupa kichallenji kidogo, nione dalali msomi au dalali eh, kidumu na mfagio. sifuri <laughs> saba <laughs> nane <nani. laughs>

Uh, yeah. Basi sawa, swali imeisha. Acha mimi nikaa kiki ah, <laughs> Mida basi nani, kwa kijiwani kwetu sije, kati ya nuks, hapa unataka nini kwenye uoni hata aibu mchana wa Ramadhani unakula vitu mko upepe, uoni aibu? Na hiyo midevu yako, hebu kuwa na stara basi, wala ungeenda kula ndani e, e, <coughs> nenda kale ndani bwana, unanitia aibu. <coughs> kwamba we dini ndo unaijua sana hmm? au kuzaliwa Pemba kuja hapa ndo unajikuta kama muislamu mno yani? Hasani sikiliza nikwambie, mimi dini naijua kama wewe ulivyoijua Umeelewa, nimesoma kitabu kuanzia natoka tumboni mpaka nazaliwa, umeelewa. Kwa hiyo kitabu mimi automatically kipo kichwani. Alafu hizi dini zenyewe protocol tumezikuta tu, wewe usijifanye kama unajua sana dini. <laughs> Uh, staki bwana, mi staki. Alafu sipendi kunipa hayo majina ya ajabu, eti Hasani. Mi naitwa Yasini, jina lipo kwenye Qur'ani. sitaki kunipe majina ya ajabu. Wewe unajua Hasani alichofanywa, mi staki bwana, sipendi mwenzio. Wewe sema mimi najua. Kama ujui una njaa, emshekazi staki bwana, labda nikwambie unajua raha ya chakula unapokula, lazima kitoke. Kinatokaje? Nimkumbusha, ndio nimpigie mama mtu, tuje tulisakate kabumbu ndani mchana kwa Upemba. Takubali? Unajua unajifanya Mpemba dini unajua vizuri. Haya. Mm. Hello? Hey baby, hey, hey, hey. Vipi unaweza ukaja home hapa sasa hivi? Sawa, mzidole. Mimi nitakuja. Ila naomba tu nitumie nauli. Mm. Ah. Kwani nauli bei gani? Mim, niambie tajiri mkubwa upo na tajiri popa mtu mzito, eh? Shilingi ngapi nauli, mama? Ni elfu kumi tu, lakini naomba unitumie na ya kutolea uniongezie elfu mbili huu, elfu kumi na mbili elfu kumi na mbili <coughs> Kwa unatoka mkoani au ndaii au dagani? We ulishasikia daii wapi na kutoka huko nauli elfu kumi na mbili Kwa lipi? Emboachambo yako bwana. Hapana, si unajua kule tulihama na tulipohamia ni mbali sana na ule elfu kumi boda. Ah, sasa hiyo ni mambo ya kueleweshana tu, mma mtu unanichanganya mwezi. Unajua sisi Wapare, tulotoka milimani ela tunaijua nikuvir ah, mm, sawa, wala haina shida, maana atehvo mi mwenyewe nimekumisi Haya, ereoa nimekuelewa, ndugu wangu. Haya, unataka kupijwa mchana kweupe? We mwenyewe unashuhudia, kita kulamba, we baba utadhulumiwa unawashwa. Uwe, sema kama eh? unataka mchumba yani? ah, mi nikutaftie kule amejaa, nakupa pisi aina yote, nyembamba, nyeupe, nyeusi, kijani, nyekundu, nene. Unataka hipi yani? Nakuletea hapa sasa hivi, afu nacheza nao, si ndimba ndani, geto liko mte. Nasemaje, mi nimefunga, nipo kwenye mfungo wa Ramadhani, ila ningekuwa sijafunga <laughs> kidogo hapo ningefikiria fikiria, fikiria. <laughs>

Umepaonaje mahali hapa? Je, umepapenda au ndo utaanza tena kisilani? Make mke wangu wewe, kwa kisilani au jambo? Ni pazuri sana mme wangu, nimepapenda. Pana maji, pana kila huduma, nimefurahi. Hadi maduka yako jirani jirani. Asante. Sawa, usije ukaanza visirani vyako, make uishie visirani. O, mwanamke uanze ngendembwe hapa. Oh si yapenda mahali hapa. Oh kuna maji mbali. Oh siyo maduka yako mbali, na pengine kama ulikuwa ujui hapa na tulipo sisi hapa zaanati pale kweli. mm. <laughs> Kwa hiyo mtoto wangu atakuwa salama na nitaanza kliniki kujua afya mtoto wangu swa. So, dakta, yaani ni swala la chapo kwanza, haina haja kuamka mapema sana, kwa sababu tunapoenda ni hapo tu nyuma. Unaamka una muda wote ule mkao na tunaenda kwa hiyo sasa, uanze tena mambo yako tena, mke wangu, si visilani vyako hmm, takuwa nazingua. Nashukuru sana mume wangu, kweli nimeamini unanipenda na kweli nimeamini umeamua kurudi kwenye maisha yangu kweli sana katika mazingira mapya. na asante bosi, lakini nimekuita hapa kwa ajili ya jambo moja tu. Nataka uwaambie au mabinti wageni na wenyeji wasiojua wajue na waliosahau wakumbushe masharti na utaratibu wote wa kufanya kazi. Sawa bosi, mimi nakusikiliza. Lakini katika yale masharti yetu ambayo tulikuwa tunatumia kufanya kazi zetu, sasa hivi nimeongeza sharti yingine moja. Ni marufuku kwa mteja yoyote kufahamu sisi tunaishi hapa. Kwa nini bosi, wakati tumezoea wateja wetu wanakuja nyumbani? Mambo mengi sana yametokea wakati tunaishi ile nyumba ya zamani, kwa hiyo sitamani ajirudie tena na hata kama mnataka kukutana na hao wateja zenu basi mkakutane huko gesti, lakini sio katika nyumba hii. Na mkishindwa sana, mwende majumbani kwao. Maeneo haya ni marufuku kuja nao. Mi nadhani tumeelewana. Sawa bosi, mi nimekuelewa sana na ninakuhakikishia nitawaambia, wote wataelewa. Lakini vipi, mazingira wameonaje? Ah, Pazuri pametulia kikweli, nimepapenda sana. Shoga yangu hmm. hapa nilivyokuita hmm. nimepokea oda mpya kutoka kwa new sponsor <laughs> sasa hmm. aliniomba nimtumie picha zako eh. nimemtumia kama kawaida Tena. na hapa ninavyokuambia eh. kasha tuma nauli eh. kila kitu paka location katuma We. Mm -hmm. mm. hata na hiyo pesa kutolea pia katuma We. kwa hiyo cha kufanya mm. Jiandae mm. vaa vizuri mm -hmm. pendeza, mtoto wa kike wewe. Yani swala limeisha hilo, limeisha udugu wangu, wetulia kama moja, ninaenda kukunyoshea mtu tena, ntamnyosha baba. Taarifa zangu utazipata, najua mwenyewe unanijua, sinaga shombova mimi. Ndo hicho nachokupendea mm. eh? mm. kwa hiyo fanya hivyo lakini, cha muhimu zingatia maogoto mm. Yaani, maokoto muhimu, usija vaka kaliletea habari zingine. Ah ah, usijali dada, hilo limeisha. kabla chochote pesa mfuko wa shati, na akileta kumia yusho namzingua na mzingua kweli, kwa, kwa sababu so mi ndo Mwajuma mkomavu, napenda ugomvi kuliko kula. Kwanza tu shughuli sijalika kijola nishakata fahamu. <laughs> Mchezoni <Ha>. Una balaa <laughs> eh <hey. laughs>

Ankumbe, huku napokaa ni mbali, bodaboda akanigomea, boda akanishusha huko, nimtembea mpaka nimechoka. Pole sana mamangu. Asante hata hivyo. Bodaboda yako wenyewe mshamba bo atonge bolti tu, sinikutumia location, lakini kwa mimi naishi hapa. Mm. za siku. Ah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi tena? Mbona huko? Huko huko. Squeeze naishi huko na sio mbali. Ni pale pale mbele tu. Baada ya kutoka pale nilihamia huko. Ah, mimi mwenyewe wana nimehamia mtaa huu na tena siku so nyingi, kule kodi yangu iliisha, kwa hiyo nikaamua kidogo kubadilisha mazingira. Kwa hiyo nimefurahi sana kusikia pia tunaishi mtaa mmoja sasa hivi. Mi mwenyewe nimefurahi pia. Kakachibu, huyu anaitwa Mkude, ndo baba wichi kiumbe na ndo mwanaume ambaye naishinae kwa sasa hivi Mkude. huyu anaitwa Kakachibu. ni kama kaka, kaka angu, pia ni kama baba angu kwa sababu ndo mtu alionisaidia kipindi cha matatizo yangu na kipindi cha wewe ulipokuwa mbali na mimba eh. Nashukuru sana kufahamu. Ah, basi mimi nazani niwaache na kama siku nikipata nafasi nitakuja kukutembelea nyumbani kwako. Sawa, kaka yangu. Nitafurahi nikiona uwepo wako nyumbani kwangu. Niwatakia siku njema, asante.